Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Tomboy. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Nikukumbushe usiache kusubscribe, like na kucomment ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi. Ni asubuhi na mapema katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi kaskazini mwa Tanzania, alizaliwa msichana aitwaye Kristina maarufu kama Tina B. Tangu utoto wake alijulikana kwa tabia zake za kiume, akipenda kuvaa suruali, kupanda miti, kucheza mpira na kushindana na wavulana. Alikuwa na roho ngumu mchangamfu na asiyeogopa kusema mawazo yake hadharani. Tinabii alikulia katika familia ya kawaida kijijini akiwa binti wa mwisho kati ya watoto watatu wa Mzee Msham na Mama Rehema. Wakati mabinti wengine walihamasishwa kujifunza kazi za nyumbani na kujiandaa kwa ndoa yeye alipenda kushiriki kazi za wavulana kama kuchunga ng'ombe na kushona samaki mtoni. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe kusubscribe katika chaneli yako ya Gray Simulizi na kukomenti pia, ili kuendelea kupata mwendelezo wa simulizi zetu. Amina alikuwa rafiki wa kila mtu, lakini pia alikuwa mwiba kwa wengi waliotaka kumdhibiti kwa sababu ya tabia zake zisizozingatia kanuni za kijinsia za kijijini. Alipofikia umri wa kubare, shinikizo lilianza kumkumba. Mama yake alijaribu kumbadilisha kwa kumbembeleza avae sketi na kujifunza shughuli za kike, lakini Tinabii hakukubaliana na hilo. Aliendelea kuwa yeye akiamini kuwa wanawake wanaweza kuwa chochote wanachotaka, lakini maisha hayakuwa rahisi. Alipoingia ujana, alikutana na Eric, kijana aliyekuwa akijulikana kama kibaka mwizi katika kijiji chao. Eric alikuwa na historia ya kuvunjika moyo na maisha magumu na njia yake ya wizi ilikuwa ni mbinu ya kujiokoa kutoka kwa umasikini uliomwelemea. Tinabii alivutiwa naye kwa namna ya ajabu, ule ujasiri wake, huzuni iliyojificha machoni pake, na haiba yake ya kushangaza. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya mapenzi yao iliyojaa misukosuko mapambano na matumaini. Tinabii aliamini kwamba ndani ya Eriki kulikuwa na mtu mzuri aliyepotea kwenye giza la maisha. ataweza kubadilisha mpenzi yao atahimili ya changamoto za kijiji na hatima ya maisha yao. Simulizi hii inasimulia mapambano yao upendo wao na safari ya Elki wachana na wizi ili kuanza maisha mapya na tina B. Ni hadithi ya msisimuko, huzuni na matumaini, ikihitimishwa kwa ushindi wa mapenzi ya kweli. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Tom Boy aliye kusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia, nikukumbushe usisahau ku subscribe ku komenti, ili kuweza kupata simulizi mbalimbali zinazotoka hapa Gray Simulizi.